hiki cha Dar es Salaam Beda, pamoja na Pasco, tumewasikia Jumanne pamoja na mwenzake Hudson, walipokuwa wanaelezea utumizi wa maneno hayo ambayo mimi naweka katika fungua na funga, sema kwamba zina ukakasi zaidi ya waandishi, hasa katika magazeti walivyotumia si hili gazeti la Mawio tu ambayo limeandika hii lakini hata tahariri za magazeti mbalimbali mbali ya wiki hii zimeeleza jinsi gani wanachukulia kwamba kauli ya rais mstaafu Benjamin Mkapa ni matusi. Lakini nilipojaribu kutafuta kwa Kiswahili changu nachofahamu, na nini, sioni lau kama kuna gazeti moja limejaribu kutafuta tafsiri imetoka wapi lakini akaniambia katika kamusi nikatafuta, me sioni, naona kwamba ni maneno yametumika, lakini yametumika kwa namna gani na ni mahali gani ambayo maneno haya yanatumika, na siku zote unakutaka kutumia maneno lama ujua kama unatumia neno hili kwa nani, wakati gani, mahala gani, na linahusu kitu gani. Ni dhahiri kwamba Mkapa alipozungumza alikuwa na maana yake halisi alipozungumza maneno haya. Lakini je, tuliposhabikia na kulijaribu kulieleza na tukalipa mwendelezo, ah, tunawasaidia wananchi au tunawapotosha wananchi? B, sisi wenyewe kama waandishi tulikuwa tuko sahihi ama hatukuwa sahihi? Kwa nini tusurudie katika taaluma yetu tukatizama kile ambacho kinastahili kuelezwa. Sasa nianzie kwa nani? Ningependa nianzie kwako. Sasa ah, asante sana angalieni Mpendo, na asante Dr. Emanuel Bulendu huko Mwanza. Nimependa jinsi timu yako iliyoko hapo haswa huyo Alison mm. ni vijana wako makini mm. na na Bulendu, nataka nikuombe tu kidogo, kwa sababu kupata nafasi ni chache. Jitahidi pia Bulendu, sasa uanze kutengeneza kitu kinachoitwa succession plan, ili siku hupo atakayekaa hapo afananie kidogo na wewe. Mimi nilijifunza kutoka kwenye kiti moto mba unakuwa mtangazaji una succession plan, siku ukitoka kitu kinapoa. Ndio ui kwenye mali, nimeomba nianze mimi kwa sababu nimeguswa. Kwa kuanzia, kwanza, naomba tuseme Watanzania tunasemezana ukweli, neno mpumbavu na roho sio matusi. Hilo ndio la kwanza, tunakubaliana kwa msingi kabisa kama kumwita mtu mpumbavu au kumwita roho ni kumtukana, lakini sio matusi. Sasa waandishi wamelishukalia azifu ni matusi ama nitusi kubwa la ajabu kwa sisi ambao tulifanya uandishi zamani. S hata baba wa taifa Mwazibiri alikuwa akikasirika, anasema maneno tunaita inappropriate, lakini uandishi tunawajibu, wajibu wa kuripoti kitu ambacho ni appropriate, yaani kwamba yule, yule mzungumzaji akisema kitu ambacho sicho, mwandishi unawajibu, wajibu wa kutumikia jamii kwa kuta, ukishupalia hicho ambacho sicho. Sasa mi bahati nzuri nilianza uandishi wakati wa miaka mitano ya mwisho ya Mwinyi alafu miaka yote kumi ya Mkapa nilikuwa mwandishi tayari na nimesafiri naye mpaka sehemu mbalimbali hata nje ya nchi. Mkapa ni mtu ambaye anakasirika akiuziwa na akopesha, hilo ndio tofauti na JK, yaani rais JK ni mstaarabu mwote, akikasirika anaweza katia hasira moyoni usioni, akastahimili akanyamaza. Mkapa alikuwa hawezi kunyamaza, akikasirika kama ni nyuma na anakubonda nayo wakua nami na nimejifunza, kwa mfano, hata uhuu ambao tunaufurahia katika sekta ya habari sasa hivi lazima tukubali, tumshukuru, yaani ni mkime na ni mnyamazi. Yaani ingekuwa ni enzi za Mkapa, marungu angeshaingia kwenye vichwa vya waandishi. Sasa kosa ambalo tunalifanya Mkapa aliyatamka hali maneno kama watu ambao tulifuatilia ile uzinduzi wa kampeni ya CCM, kwanza nijirekebishi, Kamgoola sio spidi, hakusema kwa lingia spidi wala wow, hakusema kama alipania na Mkapa akikasirika opeshi. Wale ambao mlikuwa mnaangalia TV zamani wakati wa Mkapa, mi nilifanikiwa kuiona interview moja akihojiwa wa BBC kwenye na mtu mt, raisi Mkapa alifika mahali akakasirika, akapiga nyundo, akasema timu, akamuuliza aya yaani nimekasirika, kwa sababu naivia vitu naviona kama nivakiuzi, siwezi kustahimili kwa sasa. Mkapa aliyazungumza yale maneno kwa hasira, yaani kwamba nchi imekombolewa kwa shida na kwa jasho na damu, na wananchi tumepata uhuru kwa kazi mzuri na na kudera, kwa mba, ya tan nas, alafu wanakuja watu na kusema kwamba hatujakombolewa ni kitu ambacho tumeotia hasira, na ndio maana aitani malopa. Na hebu hebu hebu niweke sawa, niweke sawa kwa maelezo hayo nizungumza, kwamba ameyatamka kwa, kwa hasira na jinsi ile lile swala lenyewe lilivyoletwa, lakini matokeo yake yamekuwa hivyo. Katika Kiswahili tunasema, sijui kama nitakuwa sahihi kwako kama Kiswahili, naona kielewa vizuri kwamba tulipokuwa wadogo sisi pale Mnazi Mmoja palipokuwa na mabembea yale, ambaye anakwenda chini, anakwenda juu, anarudi chini, alafu tukiwa ndani ya vile viboksi vimevikasha, vi, vi, vi, vi, vi, vile tunaimba mchimba kisima kaingia mwenyewe kaingia. Unaona, sasa, kwa yale ambaye ameyatamka Mkapa na wa wahariri au magazeti yote na nini, wakaanza kutera maneno na mpaka wakatumia methali nzito. Mimi nasema methali nzito ya nyani haoni kundule. Sasa una maana kwamba hawa walikuwa wanajaribu kumchukua katika kile mchimba kisima kaingia mwenyewe, ana haki ya kuambiwa maneno kama yale? Mm, lazima kitu ambacho nikubali kubali, mheshimiwa ngalie ni hata hata, hata msima atachangia kwenye hii kwenye safari ya kuelekea kwenye uchaguzi ee, sisi vyombo vya habari tunatakiwa tuwe makini zaidi kuliko wakati mwingine huo, yani kwa mfano hayo maneno ambayo alisema na Mkapa kwa vile Mkapa ni rais mstaafu, ni maneno madogo tu ya asubuhi kama alivyosema mwanzo, yeah. yeah. lakini kwa vile yamesemwa na Mkapa yanafanywa ya sasa, ni ishu kubwa mno, lakini ilikuwa inatakiwa uandishi na vyombo vya habari makini visiyakumbatii, yani viachane na yale hayo machache ambayo ni ya kwa sababu kwa Mkapa kwa ya rahisi kuyasema yale, inaonekana kama habari kubwa, lakini wajibu wa vyombo vya habari ni kuelekea katika uchaguzi waelimisha watazamaji wafanye kitu kinaitwa informed decision, yaani wasaidie kuchagua kitu ambacho vyombo vimefanya. Mi ningeweza kusema kidogo kwamba huu ni uchochezi by innuendo, yani uchochezi ukiwa na maana kwamba sasa kichokuja kuandikwa na mawingu kile cha nyani haoni neno, na naomba hata hilo neno atakuitaja mistake, na naomba usilitaje tena <laughs> wala tendo usilitaje tena, huo sasa ndio uchochezi, na kama mkapa akiamua n ah, najua kwamba hilo kwamba si nzuri na ni kweli lina ukakasi kama mimi kulitamka, na nasema kwamba ndio maana nikatumia kwamba, je, hawa wanafanya ile methali ya mchimba kisima kaingia mwenyewe. Ah, ni swali zito na linaleta ugumu kidogo katika kuandika, na hasa ukizingatia kama walikuwa nazungumza wenzetu kule Mwanza tunafanya nini katika taaluma yetu ya ya habari, na hasa ukizingatia jinsi gani ya kuripoti, kama tunavyoambiwa na baraza letu la habari, namna gani ya kuripoti haya mambo ya uchaguzi beda msime pamoja <tutu> ah, na hoja uliotoka Mwanza ah, ulioulizwa, mimi nina tatizo moja kubwa tu. Mi nafikiri kwamba tumeshuhudia vitu ambavyo vinavaa, kimsingi una tulizungumza wiki iliyopita no kwamba ni lazima tuwaandae watu wetu katika utaratibu mzuri wa kuweza kuchagua. Je, tunachagua nini? Sisi tumeamua kuchagua matusi, kwa sababu pamoja na maneno yale, mimi nasema si matusi na mi nafikiri lazima tukubaliane tu kwamba kwa mujibu wa kamusi ya Salim Bakhresa, mpumbavu ni juha ni zuzu na lofa, mtu maskini aye anazungura tu, afanye shughuli zake kupaswa kufanya, hana kazi. Sasa kwenye muktadha wa Jangwani azungumza maneno mawili ambayo tumeyashuhudia. Rais mstaafu alikuwa na maelezo yake mengi ambayo yalikuwa na manufaa makubwa kwa nchi. Hatuwezi kukimbia historia ya mzee mpendo hii historia hiyo tukaikimbia tu, tukadai kwamba hakuna historia nchi hii. Mimi naamini watu walitakiwa wauze, wauze sera. Alafu, na kazi ya vyombo vya habari, ninachoamini kabisa kwa miaka yangu yote hii 33 nafanya kazi hii ni kuwaelekeza watu kufanya maamuzi sahihi na sio kutia opinion yako wewe kwenye mambo ambayo hayana msingi wowote.